Ndugu wameweza kuchachamaa e, baada ya kifo cha aliyekuwa MC Pilipili. Na unajua e, kilichotokea e, pale e, ni kwamba bahati mbaya imemkuta e, tu bahati mbaya e, MC Pilipili alikuwa anatokea pale Dar es Salaam kuelekea pale e, Dodoma. Sasa kabla ajafika Dodoma e, taarifa ni kwamba e, MC Pilipili alikuwa ameelekea pale Morogoro na tunaona video ya mwisho. Eh, ni kwamba eh, kwa namna moja ama nyingine uh, ni kwamba alikuwa ameshamalizana na Morogoro, afutheni anaelekea pale Dodoma, na inaelezwa kwamba kuna nadharia nyingi sana nyuma ya pazia eh, kuhusiana na kifo chake, au sio bana? Lakini pia eh, yote kwa yote bado uchunguzi unafanyika, ni nani anahusika, kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine Uh, sio ile taharuki kwamba alikuwa na depression mara hivi mara vile. Sasa anayelaumiwa sana uh, kuhusiana na uh, kifo cha MC Pilipili. Hapa uh, si mwingine anatajwa ni mke wake, aliyekuwa mke wake uh, Filomena, kwa sababu uh, inasemekana kwamba kulikuwa kuna ugomvi mzito, yani ni mgogoro uh, kwenye familia yao, na baada ya mgogoro mzito usuluhishi vikao vilikuwa ni vingi sana, japo wengi tulikuwa tuvitilimanani. Eh, ni kwamba eh, kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana na isitoshe walikuwa wameshajaliwa kupata watoto, lakini eh, ni kwamba kulikuwa kuna mgogoro mkubwa eh, kiasi kwamba hata ndugu nao pia walijaribu eh, na kujitahidi eh, kuhakikisha kabisa kwamba eh, wanaweka wana chini, alafu eh, kila kitu kinaenda eh, kuwa sawa. Sasa taarifa nilizozipata eh, ni kwamba walikuwa wanaenda kusuluhishwa, yaani MC Pilipili pamoja na mke wake eh, walikuwa wanaenda kusuluhishwa. Maanake ni kwamba eh, ile kesi si labda ni changamoto yoyote baina yao ilikuwa inaenda kuisha. Eh, walikuwa wameshatafuta viongozi wakubwa, MC Pilipili wametafuta viongozi wakubwa uh, lakini eh, kuhakikisha kabisa kwamba anampata mke wake lakini pia changamoto zote ugomvi wote unakuwa unaisha, lakini sasa ni kwamba e, changamoto ilikuwa kwa upande wa mke wake, kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa bado hajamalizana na MC Pilipili, na, na inaonekana kulikuwa kuna hasira nyuma ya pazia e, kitu ambacho inasemekana kwamba alikuwa e, ana e, ugomvi mzito, lakini pia alikuwa anajihusisha na mtu mwingine, e, alikuwa na mahusiano na mtu mwingine. Sasa kwa taarifa nilizozipata ni kwamba huyu uh, mwanadada ni kwamba ana mahusiano na mtu ambaye yuko kitengo, yani yuko kitengo, nadhani ushanielewa. Sasa huyo mtu ambaye yuko kwenye kitengo eh, ni kwamba ndiye alikuwa na ugomvi sasa na MC Pilipili, yani live life, kwa sababu inaonekana MC Pilipili alikuwa anajaribu kutengeneza eh, familia yake alikuwa anajaribu eh, kumweka sawa mke wake arudi nyumbani, waishi kama zamani eh, waweze kulea watoto pamoja, waweze kuwa na furaha kama hapo awali, lakini ni kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anamchanganya yule mwanadada eh, kitu ambacho inasemekana kwamba ndiye sababu eh, ndiyo sababu ya MC Pilipili eh, kuweza eh, kupata umauti kwa sababu eh, wakati MC Pilipili anajaribu eh, kumweka sawa mke wake, na alivyoenda Dodoma, ilikuwa kwamba baada ya kwenda Dodoma, eh, ni kwamba eh, watakaa chini na kufanya kikao kwa ajili ya eh, maisha yao, lakini pia ndoa yao iweze kuwa sawa, lakini sasa eh, baada sasa ya mambo mengi kutokea na inaonekana alivyofika Dodoma kulikuwa kuna ratiba nyingi sana, ni kwamba bahati mbaya e, kifo chake bana, kuna watu waliweza kuhusishwa. E, ni kwamba walimkamata na wakampiga e, na hadi umauti ukamfika, kwa sababu e, kuna kitu ambacho pengine watu, watu wao walikuwa wana nia mbaya na MC Pilipili. Lakini hata ukiangalia jamaa alikuwa hana noma na mtu Mm, alikuwa na noma na mtu, alikuwa hana shida na mtu na muda wote alikuwa na smile, alikuwa na furaha muda wote, na hakuwahi kuwa na ugomvi na mtu yoyote. Kwa hiyo uh, inaonekana sasa changamoto sasa inakuja kwenye familia ambapo watu wenyewe eh, watu wengi wanasema kwamba eh, lawama zote anatupiwa mke wake sasa inawezekana ile siri ambayo ameweza kuitoa Mange Kimambi, eh, kuhusiana na huyo jamaa, inawezekana kabisa kwamba hapo Mange Kimambi ni kwamba anamlaumu mlaumu mke wa Pilipili juu ya kifo cha MC Pilipili, kwa sababu eh, kitu ambacho kinaonekana eh, ni kwamba kuna kuna vitu ambavyo ilitakiwa tu mwanadada aachilie tu, na inaonekana vidole vingi sana na watu wanamnyoshea wengi sana vidole eh, ni kuhusiana na hili jambo eh, ni watu ambao wanasema kabisa kwamba huyu mwanamke pengine anaweza ikawa ni chanzo cha kifo cha mume wake, japo bado haijathibitishwa, lakini wanasema hata ukiangalia nadharia inamhukumu inam, sana huyu mwanadada kwa sababu eh, huyu mwanadada inaonekana kwanza hajali eh, lakini pia eh, tunaona hata alipofika msibani eh, alikuwa amefika amevaa eh, two piece alikuwa amevaa two piece eh, yani, tracksuit eh, kama unajua kabisa kama ulikuwa ufahamu huyu mwanadada ni, ni mfanyabiashara kwa hiyo maarufu ambao wamepata kutoka kwa MC Pili Pili, eh, ndio umemfanya mpaka akaweza kufungua duka la, eh, la nguo na tunaona mambo yakaenda vizuri yani, bila MC Pili Pili mwanadada tusingemfahamu. Sasa, tunaona hata Lomato ambaye ni ni, ni, ni rafiki eh, wa zamani wa MC Pilipili anasema, hawa so, watu walikuwa wanapendana sana. Sasa hajui ni changamoto gani ambayo ilitokea pale katikati ambayo kwa namna moja ama nyingine imepelekea eh, mpaka eh, umauti e, umfike MC Pilipili kwa pengine. Uh, tunaona interview nyingi sana ambazo e, zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii e, tunaona yeye anajaribu na kuweka kwa watu kwamba yuko sawa, lakini hayuko sawa, na tunaona e, pengine anasema kwamba pengine na faraja, japo inakuwa ni ngumu kwa wakati ule, ni e, ni kwamba e, kuwa sawa na mke wake na kila kitu kiende sawa. Sasa atujui kitu gani ambacho e, kimepelekea huyu mwanadada mpaka akashindwa sasa sa kumsamia MC Pilipili weza kuendelea na maisha mengine. Sasa inaonekana sasa eh, kuna comment moja inasema kwamba Mange Kimambi ni kwamba ana anamlaumu eh, anamlaumu mlaumu, eh, ana mlaumu eh, huyu mwanadada kwa kusababisha kifo cha mme wake kwa sababu gani? Eh, kwa sababu E, hata mazingira ya jamaa kupata hiyo e, changamoto ni kwamba mwanamke anahusishwa e, moja kwa moja, japo haijathibitishwa e, na jeshi la polisi au soban e, kutokana na maugomvi ana pia e, kutengana kwao na jinsi MCPP inapotafuta suluhisho e, ni kwamba inasemekana kwamba pengine labda suluhisho lingepatikana basi tu wala tusingeona jambo kama hilo, pengine ingeweza kutokea, au sio bana? E, wala tusingeona labda MC Pilipili napata changamoto na vitu kama hivyo, lakini sasa e, ndo hivyo sasa, ni kwamba uh, ndo hivyo amesha tutoka na Mange Kimambi ametoboa siri ya kile kitu ambacho kimeweza kumkuta. Kwa hiyo dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment.